Pamoja na hali ya amani na utulivu iliyopo, bado kumeendelea kujitokeza baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati kutoka ndani na nje ya nchi kutumia mitandao ya kijamii kupotosha umma kwa kuweka maudhui yenye kuleta uchochezi kwa kulihusisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na siasa ili kutimiza azma yao ya uvunjifu wa amani. Vilevile vile amegusia ishu ya wanaharakati ambao wako ndani ya Tanzania na vilevile vile nje ya nchi anasema hawa ni wanaharakati ambao wanatumia mitandao ya kijamii kupotosha umma kwa kuweka maudhui kuhusisha jeshi na siasa. Sasa hapa ni kama anaongelelea ishu ya jama fulani ambaye anajulikana kama Kapteni Tesha, na vilevile mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Ikumbukwe ya kuwa Mange Kimambi huwa anaweka vitu ambavyo anajihisi ya kuwa vinamzingua na vinamfaa zaidi na vile vile vinafaa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Sasa inaonekana kuwa hali hii pia imefika kule jeshini na wanasema kuwa kuna wale wanaharakati ambao inafaa wapuuziliwe mbali na wawache kufanya hivyo vitu wanavyovifanya kwenye mitandao ya kijamii, yaani ile hali ya kuchapisha maudhui ambayo haifai. Inaonekana chapisho hili la jeshi la ulinzi la wananchi nchini Tanzania imemvutia mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Inaonekana Mange Kimambi amejihisi ya kuwa yeye ni mmoja wa walengwa pale ambapo jeshi la wananchi la Tanzania limesema kuwa wasihusishwe na siasa, na vile vile kuna wanaharakati ambao wako ndani ya Tanzania na vile vile wengine wako nje ya nchi ambao wanatumia mitandao ya kijamii kupotosha umma kwa kuweka maudhui ya kuleta uchochezi kwa kuhusisha jeshi na siasa. Sasa hali hii inaonekana kuwa haijamfurahisha Mange Kimambi ambaye ameingia kwenye mitandao ya kijamii na kufanya video moja ya takriban dakika nane na sekunde kadhaa akijaribu kumpasha huyu msemaji ama tuseme Kanali Bernard Masala Mulunga ambaye ni kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano JWTZ Tanzania. Kwanza kabisa, cha kwanza. Naombeni mwangalie ishu ya uh, Burkina Faso huyu trao, trao, trao, I don't know how to pronounce his name. Alikuwa nani jeshini? He was a nobody jeshini, hakuwa mkuu wa jeshi, hakuwa sijui nani mkubwa huko, no, he was a nobody kwa jeshini. Angalieni ishu ya Madagaskar ambaye sasa hivi ndio kachukua nchi Madagaskar, alikuwa nani kwenye jeshi? hakuwa mkuu wa jeshi hakuwa nani, alikuwa ni captain wa kikosi, kama hawa kina captain Tesha. Alivyoona mambo ni mambo, akachukua kikosi chake akaenda kuchukua nje. Nachojaribu kuwaonesha ni kwamba siku zote jeshi linapoingiaga kusaidia wananchi kwenye mambo kama haya, hayafanywagi na wale mabosi wa juu, hayafanyagi na mkuu wa jeshi, hayafanyagi na wale wa juu uwaga ni wanajeshi wa chini ndio wanaofanyaga hizi kazi. Kwa nini inakwaga hivyo? Ni kwa sababu wale wa juu, siku zote kwenye military, wale wa juu, yule mkuu wa jeshi na wale watu wake wanamzunguka, wa, wa yani wale yani wale wakubwa wa jeshini, wale siku zote huwa wanajiona ni part of the system. Wale uwaga wanajiona na wao wako kwenye mfumo, ndio maana wale uwaga siku zote, yaani wale huwezi kuwategemea eti wataenda kuwasaidia wananchi au wataenda kufanya kitu, it never happens always. Ni wanajeshi wa chini, ndio maana mmeona kwetu sasa hivi wanajeshi wanaopambana ni hawa wa chini, hawa kina Captain Tesha, lakini mkuu wa jeshi yupo kwenye mfumo. Kumbukeni zile picha za airport au nataka niwapostie tena. Kumbukeni, Mkunda alitoa escort ya wageni ya wa military escort ya warabu eh, na wanajeshi wakaenda pale, wanapewa hongo, wanapewa nini, so Mkunda anajiona yeye ni part ya ile system ya Samia, sababu na yeye anakula naye. Kwa hiyo hawezi, kwa hiyo yule ataendelea kutumika na Samia kuuza uoga. Kwa hiyo sisi wananchi, sisi wananchi tutembee na hawa wanajeshi wetu wa chini na I'm going to ask you honest question. Achana na Mange na ongea nini? Achana ni si una nani anaongea nini? Maka anasema Mange anataka achana na Mange. Naulize ni ninyi. Hawa na jeshi mnaishi mna nao mtaani. Hawa na jeshi mnaishi nao mtaani. Wanawaambia nini kuhusu maandamano? Hawa na jeshi nyinyi, mko nao ni marafiki zenu ni ndugu zenu mnaishi nao, wanawaambia nini kuhusu maandamano? Wanaongea hiki hiki ambacho jeshi limekuja kutoa leo. No, wanajeshi wa, ket, wa chini mnaongea nao kila siku, walicho wanachoambia hawa wanajeshi wa chini ndo alichokuja kuambia Captain Tesha. Na mkumbuke kwamba kwenye ground hayuko Mkunda, huyo si msemaji, ni hawa wanajeshi wa chini mnaongea nao nyie. Ni hawa wa chini mnaongea nao nyie. Na mkumbuke yani, ndo maana nawaambieni yani, forget mi nachosema nyie mnaongea na mnaongea nao hawa wanajeshi yaani, ni hivi Mkunda, Mkunda yeye anajiona na yeye yuko part kwenye ile kula keki ya taifa. Kwa hiyo Mkunda sio mtu wa kumtegemea kwa chochote. Alafu uzuri ni kwamba, uzuri ni kwamba wanajeshi wenyewe wanamchukia Mkunda akufa They have zero respect for Mkunda, wanajeshi wenyewe yani, hiyo ndio pona yetu. wanajeshi wenyewe wanamchukia yani, wanamchukia. wanamchukia Mkunda kufa wanamwona hata hadi deserve your position, unaona, hiyo ndio pona yetu. Kwa hiyo matamko, matamko ya Mkunda na huyo anayemtuma kuja kutuuzia uoga, potezeni. Sisi tunatembea na tamko la Captain Tish. Na wewe Mkunda, wewe una hodari wa kuja kutoa matamko kwa wananchi. Njoo, toa tamko la Captain Tesha, waambia Watanzania Captain Tesha ni nani kwenye jeshi na sasa hivi uko wapi. Unamhoji mimi kila siku, wewe unatoa matamko Captain. E, yule Tesha alileta ali, ali, taharuki. Kwa nini jeshi hamkumwaddress Captain Tesha? Wana sijui wanaharakati su, njooni waambieni na Watanzania kuhusu Captain Tesha. Nyie sasa hivi simnafanya mapresi ya kumsaidia kimama kuuza uoga kwa wananchi, fanyeni. Watanzania, Watanzania, naomba mnisikilize, dada yenu mimi, siwezi kuwadanganya. Mnakumbuka juzi kuna posti niliweka pale, nikawaambieni, jamani, nimetoa hivi vitambulisho kwa sababu nimeshauriwa nivitoe. Mnakumbuka, rudini ile posti. Ni kwamba sikusema nani kanishauri Guys, nilifatwa na makapteni wa vikosi vingine viwili, ndio waao ndio walioniambia, shusha shusha hizo ID, shusha hivyo vitambulisho, unaharibu sisi, tumeshajipanga vizuri, unaharibu, shusha vitambulisho. Ndio nikaenda nikavishusha vile vitambulisho, na sasa niwaambieni kilichofanya mkunda kaja kule, kaja kuuza uoga leo wapa, ni vile vitambulisho vya wanajeshi wa TPDF vile vitambulisho vya juzi ndio vimeleta hofu jeshini, vimeleta hofu, ndio wame... vitambulisho nivyopost juzi vya TPDF vile ndio vimeleta hii press ya leo. How can I prove to you? Ni vile vitambulisho. Leo navyoambia ni leo asubuhi, wanajeshi wote wa TPDF wameamka wameingizwa hela kwenye akaunti na Samia wote, yani out of nowhere kawaingizia siu, hela siu ni za likizo, siu zinaitwa za nini, kawajazia hela wote wa TPDF ambao ndio pati ya yani, vile vile vitambulisho ni vya posta pale. How do I know, kawaingizia zile, makapten wameshanifata wananiambia, kaingiza hela, kaingiza hela ili atulainishe sisi tuko pale pale, yeye aingize tu hela tena. And after that, wakanifata na jeshi wa JKT wananiambia huyu kawaingizia, kawaingizia TPDF hela, sisi JKT atuingizie. Anaona sisi ndio hatuwezi kuchukua nchi, atuingizie na sisi, na tuko pale pale, aingize hela zote anazoweza kuingiza. Unaona Anachap... ndio maana niwaamini, juzi anatumia matrilioni amechapisha kuzuia maandamano Ndo hii amechapisha hela anawaingizia wanajeshi um, TPDF wote. Jamani, kama unamjua mwanajeshi wa TPDF muulize leo, Samia kamwingizia. Ndio ana print hela ya sahivi, yani ananunua kuto kutokea, kuto kutokea maandamano kwa kuharibu kwa uchumi wa nchi. Sasa kama niulize kama wanajeshi wote wa TPDF Samia kawaingizia hela, Mkunda kapewa shingapi? Huyu alikuja kusoma ile, kapewa shingapi? wamepaa mabilioni mangapi wale kufanya kazi? Ndio maana nawambieni achana nao anyway. Jeshi no jeshi. Sisi tumeshasema tarehe ishirini na tisa tunajitoa, hatuna hela kununua uoga. Ndugu zangu, tunakomboa nchi yetu. Cha muhimu ni kwamba tunatoka. Polisi wakijitoa akili, wanajeshi wetu wapo wapo na, nakwambieni, between ah sita kuongea too much lakini Mkunda na Samia waenda kupata surprise, watashangaa na jamani, hatunui woga, haturudi nyuma. mm -hmm. Mange Kimambi anasema kuwa wananchi inafaa wawapuzulia watu kama hawa, kwa maana ile hali ya kukua na mabadiliko kwenye jeshi inaanza na wale ambao wako chini ya watu kama hawa. Amelinganisha nchi ya Burkina Faso na vilevile Madagaskar na kusema kuwa katika mataifa ya Madagaskar na vilevile Burkina Faso, wale ambao walileta mabadiliko sio wale ambao wako na vyeo vya juu zaidi, ni wale wanajeshi tu wadogo wadogo. Amepeana mfano kama Traore ambaye alileta mabadiliko nchini Burkina Faso, ambapo wakati huu yeye ndio yuko na mamlaka mkononi mwake. Kwa hiyo Mange Kimambi ameandika Uh, caption hapa kwenye mitandao ya kijamii na kusema hivi: Watanzania, achaneni na uongozi wa juu wa jeshi. Uongozi wa juu wa jeshi siku zote huwa ni machawa wa serikali iliyopo madarakani, sababu wanakula nao. Angalieni Madagaskar, nchi haikuchukuliwa na jeshi kama jeshi, ilichukuliwa na kikosi kimoja cha jeshi. Angalia ni Burkina Faso, sio mkuu wa jeshi alifanya maajabu, ni captain wa chini tu ndo leo anaongoza nchi. So trust me, wanajeshi wa chini ndio watu wetu, tuachane na uongozi wa juu. Ameendelea kusema hivi, leo Samia kawaingizia pesa wanajeshi wote na TPDF sababu ya vitambulisho nilivyoposti juzi. Kimama anaogopa, anatetemeka mpaka anaingizia hela wanajeshi ili wapoe. Kwa hiyo Mange Kimambi anasema kuwa kuna uwezekano rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan kuwaonga baadhi ya hao wanajeshi, lakini wanajeshi naye wao wako na msimamo wao. Sasa anasema kuwa hii ni hali ya kutapatapa, kwa maana mama Samia Suluhu Hassan anatetemeka mpaka anaingizia hela wanajeshi ili wapoe, yaani wapunguze kile ambacho tunachokiita ile hali ya kuwa na uchu wa kuwaunga mkono wananchi ambao wanataka kuhusika kwenye maandamano ya Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Kwa hiyo najaribu kusample baadhi ya comments ambazo zimeshushwa kwenye video hii ya Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Wix Iod anasema, sisi tushasema hata bila wanajeshi sisi lazima tutatoka tu kuandamana nipo na group la bodaboda wenzangu mtaani hapa tushaandaa mataili ya kutosha ya kuchoma mwingine anajulikana kama official_murj 651 anasema captain tesha batton hapa mwingine anajulikana kama underscore Steve 3 anasema like za Captain Tesha hapa, alafu akaweka emoji ya makopa na mtu ambaye amenyosha mikono juu. Sativa 255 underscore amesema tutawapokea vile wanavyokuja. Sante dada wa taifa kwa kuendelea kuongoza mapambano vema na weledi. Alafu Elizabeth Ah, Beli anasema team captain Tesha huyu ndo tunamwamini. Alafu Pastor Kabi Gumila anasema Tanzania mpya imeshakuja na hakuna wa kuzuia kwa namna yoyote ile. Alafu mwingine anajulikana kama Master underscore Olds anasema Mungu akupe miaka mingi dada, akanyoosha mikono juu. Alafu huyu anajulikana kama Joyce 123260 ameweka emoji kadhaa za fire alafu Twaha Mwaipaya, huyu ni wa Chadema ndiyo, ameandika hapa akasema, haturudi nyuma, ni mbele tu. Alafu pala Gio Ezekiel Frank Neil anasema power of Tanzania together for 29th 10th 2025. Superdus underscore Simba TZ anasema tunasubiri tamko lingine la Captain Tesha kabla ya tarehe 29, basi alafu Chika underscore stores tizi anasema huyo Mkunda tutoe tu herufi ya mwisho tuweke u. <laughs> director underscore van anasema dhambi za dada etu nipewe mimi zote. alafu underscore solo 10 anasema mwanajeshi uh, tunayemsikiza ni yule anayesimama na wananchi. alafu Fredrick Mula ameandika 29th number alafu akaeka uh, bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwingine anajulikana kama Setik anasema atuhonge Tanzania nzima, alafu akaweka hashtag mo 29 alafu Julieth 28 anasema asanteni wanajeshi kwa kuwa pamoja. Alafu Robert gr 255 anasema uoga, enyewe bei gali, hatuwezi nunua, alafu akanyosha mikono juu na kudondosha bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwingine anajulikana kama Junior Kalebu anasema wametufungia hadi namba za NIDA, nimeshindwa kufanya mambo ya msingi kisa kitambulisho, akati namba ninayo tuna raha gani sisi? Alafu Kombwa 23 mzee wa matunda anasema pointi ya msingi kabisa, mimi binafsi na kuelewa mno. Alafu Joycfrank 792 anasema wazee wanateseka hospitali gali. Alafu Adamson the great anasema genius fantastic. Shayo 914 anasema Mungu akutunze Mange kwa ajili yetu wananchi wa Tanzania, big up kwa wanaharakati wote tunakaribia kushinda, ndio maana hao mafisadi hawalali. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya huyu mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi baada ya kufanya video moja dakika nane. Yeah, kama kawaida, baada ya kutizama makala zetu usisahau kusubscribe, kulike na vilevile vile kushare na kudondosha comment yako hapo chini angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala zetu na vitu ambavyo tunavipakua katika mitandao ya kijamii sana sana YouTube. Hii ni channel ambayo inakuwa kwa kasi zaidi na inahitaji ushirikiano wako wa ukaribu zaidi. Kwa hiyo ukiwa kule magitoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel ambayo inakuwa kwa kasi zaidi, iite Swahili TV. Tunawapenda zaidi, shukran jidan. Marhaba habib. Wanaambia kaingiza hela. Kaingiza hela ili atulainishe sisi tuko pale pale. Yee aingize tu hela tena and after that, wakanipata na jeshi wa JKT wananiambia, huyu kawaingizia, kawaingizia TPDF hela. Sisi JKT atuingizie, anaona sisi ndio hatuwezi kuchukua nchi. Atuingizie na sisi na tuko pale pale, aingize hela zote anazoweza kuingiza.